Na tumezindua policies mbili na kila mtu amemuelezea policy ni nini. Kitu chenye kimebaki tutatengeza regulations. Regulations ndio zile zinatuambia vitu yenye tutafanya. Hizo regulations steps zile zitakuonyesha what we need to do to make sure hizi policies zimetumiwa vizuri na vile mmesikia, tunataka ukulima iwe kama biashara. Ukulima isikuwe tu tunalima chakula ya kwenda kwa tumbo. Lazima chakula iende kwa tumbo na pesa zibaki zingie mfukoni, tusaidie sisi kusomesha watoto wetu. Na vile mmesikia saa hizi hakuna bursaries. lazima tu increase ukulima wetu ndio tupate pesa ya kusomesha watoto wetu. Kwa hiyo policies ambazo tumeleta siku ya leo tumeaneli siku ya leo zitasaidia eh, kama department itazingatia kuzitumia vile zilivyo kwa wakulima wetu katika vitengo vyote kule mashinani, kwa kukuza kilimo ili watu wetu wawe na chakula katika kaunti hii yetu ya Bungoma. Kama kamati na kwa niaba yako ya kamati ninaomba waziri wa kilimo ambaye si mwingine ni injinia hapa Kibunguchy, azingatie matumishi na afuatilie kwa unyo kitara yake kwa maafisa wake, waitumie vizuri hiyo polisi ambayo tumaadiei leo, ili ifaidishe watu wetu wa Bungoma. Tunapotengeneza polisi hiyo, inatuonyesha kwamba sasa tunatafuta njia kufanya kazi bila mwelekeo. Hiyo inamaanisha wewe aujui mahali unaenda, aujui mahali unatoka na haujui ni nini unataka. Lakini sasa tukiwa na hizi policies, sitatuonyesha ni nini nitakana tufanye katika hii wizara ili tuweze kuimprove na tuweze kusahlisha zaidi sisi ni kaunti ambayo tunazalisha vyakula vya aina yote, na hii polisi itatusaidia tujue mwelekeo ni upi na ni kina nani watakuwa wapi.